uauga audhu billahi min ashitani rajim bismillah rahmani rahim ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA afrika Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ndugu, tunaendelea vile vile kama tulikuwa tunaeleza katika vipindi vilivyopita kuwa tunaangazia sana shutuma dhidi ya Masihi Maud alaihi salatu wassalam kwa wale ambao wapinzani walikuwa wamemwekea. Kwa hivyo hii itaashiria ya kuwa maisha ya Masihi Maud alaihi salatu wassalam ni maisha masafi zaidi. Hivi leo tutaangazia sana kwa upana jihadi. Kwa sababu gani, wapinzani wameweka pingamizi chungu nzima ya kuwa Masihi Maud alaihi salatu wassalam alipinga jihadi. Kwa hivyo, siko peke yangu katika studio, ninao wageni wale wale ambao wataendelea kuchambua masuala haya. Karibuni. Naam, upande wangu wa kulia anaitwa Mwalimu Nasir Juma Tuva saib, karibu sana katika studio yetu tena, asante sana. Naam, vilevile ni naye mwalimu Muhammad Musa Oponyo saib, karibu katika studio yetu. Asante sana bwana mtangazaji. Naam, tunaona ya kuwa wapinzani wengi sana mpaka wa leo wanaleta pingamizi ya kuwa Masihi Maud alahi salatu wassalam alipinga jihadi, ikiwemo jihadi ya upanga. Je, unaweza kutueleza, kabla utueleze kwa kina, kwa undani maana ya jihadi ni nini sawa na Masihi Maud alahi salatu wassalam? Naam, asante sana bwana mtangazaji kwa swali hilo. Kwanza, katika Qurani Tukufu, katika Suratul Furqan sura 25 aya 53, Mwenyezi Mungu alisema kwamba wajahiduhum bihi jihadan kabiran, yaani na upambane kwa hii Qurani, jihadi kubwa. Kwa hivyo, kwa kifupi, kabla hatujafika katika kina chake, kama ulivyosema, kujua hasa maana ya jihadi, neno jihadi ni neno la Kiarabu ambalo kwamba limetokana na mzizi wa neno jahada, ambalo maana yake ni amefanya juhudi. Kwa hiyo katika eh, kupinduka kwa neno kutoka eh, katika lugha ya swarfa, ikasemekana kwamba neno jahada, eh, upili wake ni yujahidu na utatu wake ni jihadan, yani amepambana ama amefanya juhudi mpaka mwisho, ikakuwa ni neno jihadi, yani kufanya juhudi. Kwevo, kwa hivyo kwa maana ya neno lenyewe kimsingi wa lugha ni kufanya Bidii ama juhudi. Lakini ikija katika istilahi ya lugha ya Kiarabu ki katika matumizi ya kiimani huwa inaleta ina maana tatu. Katika misingi ya mafundisho yetu ya Jumuia ya Ahmadia imeelezwa kwamba katika e, mafundisho ya Kiislam jihadi aina tatu hizi majina yake, la kwanza ni jihadul akbar, yani jihadi kubwa, kisha ya pili ni jihadul kabir, yani jihadi ya kiasi ama ya namna ya katikati tena kuna jihadul asghar yaani jihadi ndogo, yeah. Katika maelezo ya jumuiya yetu, katika maelezo ya masala hidiwa, ilielezwa ya kwamba jihadul akbar ni jihadi inayotokana na kupambana na nafsi katika suratul Yusuf, sura ya 12 aya ya 54, Mwenyezi Mungu alisema, wama ubariu nafsi inna nafsa la amaratu bisui hakika mimi sijitakasi nafsi, hakika nafsi ndiyo inayoshawishi ama inayomsukuma, e, mtu katika kufanya mambo mabaya. Kwa hivyo ile jihadi ya kwanza ambayo ni jihadi kubwa ni jihadi ya kupambana na nafsi, yaani jinsi mtu alivyo mwenyewe. Kuna kuwa na sauti ya pili ndani yake ambayo inamsukuma ina ama inamwamrisha maovu, hasa hiyo ndio ambayo kwamba ashindane nayo lakini haimaanishi kwamba eh, jihadi kubwa kama wanavyofikiria wapinzani wetu kwamba ni kuingia vitani katika namna ya upanga. Kwa mfano, wakati mmoja katika vita vya Tabuk, eh, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akieleza habari hii walipokuwa wakirudi, aliambia maswahaba zake ya kwamba tumetoka katika jihadi ndogo, tunaelekea katika jihadi kubwa. Maswahaba wakauliza, tumetoka katika jihadi ndogo na haya yote ambayo kwamba tumepambana mwendo na jihadi, na, na bidii zote hizi, hii ni jihadi ndogo bado? Akawambia kwamba hiyo ni jihadi ndogo, jihadi kubwa ni jihadi ya nafsi, ya kujipambania we mwenyewe dhidi ya fikira zako mbaya. Pia vilevile vile katika eh, jihadi ya pili ambayo ni jihadul kabir ni ile jihadi ya e, kiasi cha katikati ambayo kama ni jihadi ya kushinda shetani. Na hii inamaanisha hivi, katika hali ya maisha, yule ambaye kwamba anakuharibu kimawazo ama anakuelekeza katika ubaya anaweza kuitwa shetani, kwa maana neno shetani kwa Kiarabu limetokana na neno shatta, kugawa, yani kutoa katika hali ya, yani kuvigawa vitu viwili, kwa hivyo, kutenganisha. kwa hivyo, kile kinachokuja mbele yako katika nafsi ya pili ambacho kinakutenganisha na hali yako ya kwanza. Hiyo ni kusema ni shetani. Kwa hivyo kwamba yu, kile ambacho kwamba kinazungumziwa katika jihadi ya pili ama ni jihadul kabir, ni ile hali ya kupambana na hali ya pili ambayo inatokana na binadamu na vitu vingine ambavyo kwamba vinaweza kukusukuma kufanya maovu. Kwa hivyo hiyo ni jihadi ya hali ya katikati ama jihadul kabir. Kisha kuna jihadul asghar ambao kwamba ni jihadi ndogo ambayo imeelezwa ni ile jihadi ya kupambana na adui ambapo wapinzani wetu wameichukulia hii kama ndio ya kwanza ambayo ndio imeleta tofauti na imeleta tuhuma nyingi ambazo tunarushiwa kama wanajumia no. kuhusishwa na vitu ambavyo kwamba vinahusu vita, vinahusu upanga ama vinahusu mauaji ambayo ilibidi Masihi Maud wa alayhi salamu alipokuja iwe ndiyo kazi yake kubwa kabisa kuondoa hii vita ya upanga ambayo kwamba kwa amba, imetana ulimwenguni kote, ambayo imechukuliwa kama vita inahusikana na imani, lakini kimsingi wa kiimani ya Kiislamu katika uhalisia wake hili eh, hii ni jihadi ndogo ambayo ina anisha kwamba mwislamu asiweke mawazo yake yote katika upande wa hili. Imeelezwa katika Tajul Urus ya kwamba inasemekana kuhusu jihadi, muislamu anafaa aweke mawazo yake zaidi katika kufanya juhudi ya matendo na katika juhudi ya kujielekeza kwa Mwenyezi Mungu, lakini si aweke kila kitu katika kuja kupigana, yani kama kufanya kama silaha kama wengine nasema, katika wapinzani wote wanasema katika Qur'ani ya kwamba ile aya inasema kwamba, je, mwenyezi Mungu eh, jini siwajulisheni juu ya biashara kubwa hal eh, adulukum ala tijarati min tunjiku min adhabin alimu wanazungumza katika aya hii kwamba inazungumzia kuhusu jihadi ya upanga, wakati Mungu aliposema kwamba tuminuna billahi wa rasulihi watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, hawa wakachukulia kwamba Mwenyezi Mungu aliposema mfanye jihadi katika mali na nafsi, wakachukulia watachukua mali kununua silaha na nafsi wende wakafi wao wenyewe. Kwa hivyo hii ni kinyume na vile Mwenyezi Mungu alivyotaka alimaanisha pia katika, katika aya hiyo kwamba tufanye juhudi ya kiimani kupitia nafsi zetu katika kujitolea na katika mali tufanye juhudi katika kujitolea katika mali kuendeleza e, mafundisho ya Kiislamu mbele. Kwevu, kwa hivyo hivi ndivyo kwa kimuhtasari kwamba jihadi inamaanisha nini katika e, istilahi ya mafundisho ya Kiislamu na hasa katika jumuiya yetu ya Ahmadiyya. Asanti sana Mwalimu Saib, kwa hakika kwa hakika imebainika ya kuwa maana ya jihadi ambayo Masihi Maud alayhi salatu wassalam alikita nayo ni ile jihadi ya nafsi, na pia umetueleza tofauti ya jihadi, ikiwemo jihadul akbar kabir na pia asgar. Asante sana na Mwalim Saib, ni vipi umuhimu wa jihadi ukite, ukieleza Masihi Maud alayhi salatu wassalam uh, alitangaza ya kwamba si muhimu uh, ya kuwa ile jihadi ya kupigana na wale ambao walikuwa ni Waingereza utawala wa Ingereza kule India. Je, unaweza kutueleza ni kwa nini Masihi Maud alehi salatu wassalam uh, alitangaza kwamba jihad kwa upanga haikuwa na umuhimu wowote? Asante uh, sana bwana mwelekezi. E, ni wazi kwamba au ni kweli kwamba Saidna Ahmad alehi salatu wassalam alipinga kuingia katika vita na serikali ya wa Waingereza, na alitoa sababu zake ambazo ni kwa nini aliona kwamba haikufaa na ilikuwa ni kinyume na mafundisho ya Kiislamu pamoja na mafundisho ya Bwana Mtume salallahu alehi wasalam kuingia katika vita na serikali kama ile, na anasema kwamba wakati serikali ilipoingia katika hatamu za uongozi iliweka uhuru, ilipeana uhuru wa ibada kwamba kila mtu alikuwa uhuru kufanya ibada yake, na ikaweza kulinda mali na heshima ya kila mtu, kinyume na iliyokuwa serikali ya mwanzo ya Singasinga ya, ya -Singa, ambayo ilikuwepo ikikandamiza maisha ya, ya Waislamu alayhi salatu wasalam, anasema kwamba katika serikali ya Singa Singa, kwamba Waislamu waliishi katika dhiki kubwa kiasi kwamba hawakuruhusiwa kufanya ibada yao na kila kitu chao kilikuwa kinafurugwa na waliishi katika dhiki kubwa sana. Lakini tunaona kwamba pia vile vile anasema kwamba wakati wa hii serikali kwamba hata kutoa adhana peke yake, adhana ni mwito wa kuita watu wakuje kuswali kwamba haikuruhusiwa na Waislamu waliweza kuuawa kwa sababu tu ya kutoa adhana. Unaweza kuona namna gani Waislamu walikuwa katika dhiki na vile vile inaelezwa kwamba katika encyclopedia inayoeleza habari za serikali ya Singasinga Singa, inasema kwamba watoto na wanawake wa Kiislamu waliweza kuchinjwa hadharani mbele yao. Kwa hivyo, Waislamu walikuwa katika hali mbofu sana wakati wa hii serikali. Lakini baada ya serikali ya Uingereza kuja, ikatangaza kwamba sasa kila mtu ako huru na kila mtu ako huru kufanya ibada yake na kila mali ya kila mtu itachungwa na serikali. Kwa hivyo hii serikali ikatoa nafasi, ikaleta nafasi kwamba sasa kila mtu angefanya ibada, ungetoa adhana, ungeswali namna unavyotaka, saa ile unavyotaka, swala tano kila siku, bila kushughulikiwa, bila kuzuiwa na mtu yoyote. Sasa anasema kwamba kwa mujibu sasa wa mafundisho ya Kiislamu, serikali ya aina hii ni kinyume na ni makosa kwamba uanze kupigana nayo kwa sababu imetoa uhuru wa ibada. Sasa utakuwa unadai kitu gani? no. E, kama serikali inakuruhusu kwamba ufanye ibada na, si hivyo tu bali hata unaweza kuchunguza pia imani za dini zingine kwamba hawa wanaamini kitu gani, wanahubiri dini, na uko na uhuru wa kuhubiri imani yako. Kwa hivyo hii serikali ya Uingereza ilichunga haki pamoja na mali za kimsingi za kila mtu, si muislamu tu, si watu wa Arya, si Wakristo, bali watu wote. Iliweka katika hali sawa kwamba kila mtu aweze kuhubiri imani yake kwa, kwa uhuru kwa sababu hii basi Ahmad alayhi salatu wa salam akasema kwamba kwa kuwa kwa uhuru umepeanwa wa, wa ibada sasa, ni haramu kuanza kupigana na serikali kama hii. Ndio anasema kwamba kwa sababu hii ndio tumeisifia, tumezungumza vizuri kuhusu hii serikali yeah. Kwa hivyo unaweza kuona bwana mwelekezi, ni kwamba kama serikali imekupa kila uhuru hata kama haiungi mkono imani yako na haipingi, imekupa nafasi kusilimisha watu uh -huh. Kwa nini uingie katika vita nayo? Kwa hivyo kwa, kwa msingi huu Joseph na Ahmad alayhi salatu wasalam akasema kwamba haifai kuingia kwa vita na serikali kama hii. Kwa hivyo hii ni somo kwa wale Waislamu ambaye wanaishi katika kila inchi, serikali kikupatia huru, basi haina haja kupiga nao jihadi ambayo wanasema wao wenyewe ati ni jihad al-akbar, jihadi ya upanga. Asante sana Mwalimu Sahib, katika historia maandishi ya Masih Maud alayhi salatu wasalam, je, kuna uthibitisho yoyote ambaye kuna maoni ya wanazuoni au waislamu wengine kuhusu neno jihadi ambayo yeye amechukulia kulinganisha na maoni yake? Na asante sana. Kiukweli mifano ipo ambayo kwamba ni ya wanazuoni ambao hapo nyuma ilionekana kana kwamba upinzani mkubwa unaelekea kwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad kwa kusema kwamba jihadi ya upanga ni mbaya, lakini tumeona katika wataalamu wa kidini na wale ambao pia walionekana kama wapinzani kama vile Muhammad Hussein Batala baadaye alikuja akaonyesha kwamba hata yeye ingawa ilionyesha ni kwa faida ya kutaka kuisifu nchi ya Uingereza, hmm, lakini alikuwa ameingia pale pale kwenye kumuunga, kuunga mkono wazo la Masihi alaihi salatu wasalam kama vile alivyosema katika Ishaatus Sunna eh, juzuu ya, ya sita ukurasa wa kumi. Akasema kwamba ha, si vizuri ya kwamba ile nchi ambayo kwamba haiwaingilii katika imani wala haiwanyimi uh, eh, uhuru wa kuabudu wala haiwanyimi uhuru wa kufanya mambo yenu, kwamba mkaunga mkono zile nchi ambazo kwamba zinapigana nayo ima kwa pesa eh, ama kwa njia yoyote ile, hata kama ni ya kimaoni, na mkapiga nchi ambayo ima iwe ni ya Kikristo bora ile, ile nchi haiwapigi ama haiingilii ha, imani yenu, si vizuri kufanya nini kupigana nayo na huyu huyu tulimwona katika matamshi yake ya nyuma, alikuwa akiingilia e, ile tamko la Masalehi diwala alayhi salatu wassalam aliposema kwamba jihadi ya upanga haifai yeah. Lakini pia tukaona katika maneno mengine katika kitabu hicho cha shatu sunna akasema kwamba huu si muda wa, wa kufanya jihadi ya upanga bali huu ni muda wa kufanya jihadi ya kalamu. Kwa hivyo tunaona kwamba matamshi haya yanaunga mkono e, tamko lile lile la Masih aliyeahidiwa alayhi salamu, wakati yeye alikuwa amezungumza kile ambacho ni usahihi wa mafundisho katika Qur'ani. Pia kuna kisa kingine ambacho kilitolewa na Muhammad Jaafar, ambaye alikuwa akizungumzia habari za Sayyida Ahmad Brelvi, ambaye kwamba huyu alikuwa akizungumza habari za tukio fulani na huyu Sayyid Ahmad Brelvi alikuwa ni mjadidi wa karne ya kumi na tatu katika Uislamu. Yeye inasemekana alitoka kuelekea katika nchi ya Wasikh ambako huko ni sehemu ya mbali sana ambako angepitia mpaka nchi ya Afghanistani. Sasa akapatana na bwana mmoja, akamwambia unaenda wapi? Akaambia naenda kupigana jihadi akamwambia sasa, wewe unaacha nchi ya Waingereza hapa ambao hawaamini e, Uislamu, mm -hmm. unakwenda kupigana mbali, unapita maelfu ya maili, si ungepigana na hawa? mm -hmm. Akasema mimi, lengo langu si kupigana na ambao hawajakubali Uislamu, kwa maana nchi ya Waingereza kweli hawajakubali Uislamu, lakini hawaja hawajazuia nyinyi mfanye mambo yenu ya kiimani wamewaruhusu mswali wamewaruhusu mvai kama Waislamu, mfanye biashara na hata mchangie katika maoni ya kujua imani zengine. Kwa hivyo sasa napigana, napigana nao wao, kwa sababu gani? Lakini wasike wenye ninaenda kule, wao wamekatazwa hata kutoa adhana. Kwa hivyo mimi nakwenda kule kwa sababu wale wamezuiliwa kufanya, e, kutimiza majukumu ya kiimani. Kwa hivyo inaonyesha wazi hawa mabwana walifahamu kwamba jihadi ya upanga hairuhusiwi isipokuwa katika ile nchi ambayo waumini wake wanakandamizwa kiimani na pia wanazuiwa kutuku kutuku kudumisha imani yao katika vitendo. Kwa hivyo ni ukweli kabisa uh, kupigana na ile serikali ambayo inafanya kila kitu iwe huru, pia ma, masuala ya kidini iwe huru, basi ni dhambi ama vipi, maalim saibu? Ni ukweli sana bwana mtangazaji, hmm. Na Saidna Ahmad alaihi salatu wasalam alibainisha hili na tumeona kwamba katika mazungumzo yaliyotangulia ni kwamba hii serikali na hata wanavyoni wali mujadidi walikuwepo wazama, wanasema kwamba hii serikali ilipeana uhuru wa ibada. Sasa Sayidna Ahmad alaihi salatu wassalam anasisitiza kwamba kupigana na serikali kama hii ni makosa na ni dhambi kubwa, kwa sababu haijawazuia kufanya lolote. Kama ni kuhubiri, mko huru kuhubiri. Kama ni kuswali, mko huru kuswali. Kama mnataka kufanya programu zenu za dini, mko huru kufanya vile, sio kuingia. Kupigana na serikali kama hii ni makosa, sababu anasema kwamba Eh, anasema kwamba jihad inaruhusiwa katika hali tatu tu, kwamba kupigana na yule ambaye anapinga imani yako au anapinga dini yako, na kupigana na yule ambaye anakuja kukuvamia, anafanya uvamizi dhidi yako mali yako na kupigana na yule ambaye anazuia haki yako, anakunyima haki yako. Haya mambo matatu bwana mwelekezi, tukiangalia katika utaratibu wa serikali ya Uingereza ni kwamba yote yalikuwa huru, ili ruhusu dini kwamba kila mtu afanye dini yake na walikuwa na nafasi ya kuzuia watu na wahubiri Ukristo lakini wao wakiwa Wakristo hata hivyo waliruhusu kwamba watu wafanye kazi yao. Na tunaona kwamba Sayyidna Ahmad alaihi salatu wasalam, katika yale mazingira akafanya kazi kubwa sana ya kueneza Uislamu na akapinga kwa hoja za nguvu sana hata kuvunja ile imani ya Kikristo, lakini hawakumzuia licha ya kwamba alikuwa anapinga Ukristo. Kwa hivyo hii ni serikali ambayo ilikuwa, ilikuwa haiingilii mambo ya dini. Sasa, kwa kuwa haiingilii mambo ya dini, kwa mujibu wa kanuni za jihadi, kwamba Haturuhusi kupigana na serikali kama hile. Yeah. Hii serikali ikasema kwamba hakuna mtu ambaye mali yake itanyakuliwa au heshima yake itavunjwa, na akazuia hata wale walikuwa wavamizi wakisinga singa, ambao walikuwa na tabia ya, ya kuvamia mali ya Uislamu wakawa wamezuiwa. Sasa Waislamu wakawa wanatembea watu huru, mali yao iko salama, na si hao tu, hata watu wale wa dini zingine na hata hawakuwa na dini, serikali ikawa inaangalia hali yao na heshima yao pia, haki yao ikawa ina inachungwa sasa. Kuingia katika vita na watu kama hawa, bwana mwelekezi, hata kiakili tu ni makosa, kwa sababu una sababu gani ya kupigana nao kama kila kitu amekupa? Basi ni makosa kuingia katika mapigano nao, na kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu ni kwamba sasa ni makosa kupigana na serikali kama hii ambayo inatoa uhuru wa ibada, na Sayyidna Ahmad alayhi salatu wassalam anasisitiza ana, ana kwamba ni kwa sababu ya mambo kama haya uhuru kama huu ndio sisi tukawa tunazungumza vizuri kwa serikali ya Uingereza. Kwa hivyo utaweza kuona kwamba ni dhambi kupigana na watu kama hawa ambao hawazuii hawa chochote kwenu. Kwa kweli ni dhambi kwa mafundisho ya Kiislamu ya kuwa wewe upigane na yule mtu ambaye anakupatia kitu kizuri kama uhuru. Mtu amekupatia uhuru na bado unataka kupigana na yeye, ukisema ya kuwa hiyo ndio jihadi kubwa, basi Waislamu inafaa wamakinike na waelewe mafundisho mazuri ya Kiislamu. Aya moja ya muhimu sana katika hilo la kutopigana na serikali ambayo naam, unaweza unaweza naam. kwa... Maneno ya Masihi alahidiwa alayhi salatu wasalamu kusema kweli yalikuwa na kina cha hekima ndani yake naam, na yote yalikuwa yanatokana kwamba amesoma Qur'ani vyema kabisa. Kwa mfano katika hayo ambayo kwamba aliyaeleza kuhusu jihadi ya upanga, kwamba si kitu chema na si jambo ambalo Mwenyezi Mungu aliliweka katika sehemu ya kwanza naam katika Qur'ani katika suratul Haji e, sura, sura 22 aya ya 40 mpaka 41 Mwenyezi Mungu alieleza ya kwamba wameruhusiwa tu kupigana wale, ama, wale ambao kwamba wanapigwa kwa sababu wao wamedhulumiwa, wamedhulumiwa. Yaani ni kuonekana kwamba ruhusa ilitolewa katika kupigana ima ni katika nchi ama ni katika kundi fulani kwa wale watu ambao wanadhulumiwa na Mwenyezi Mungu akasema kwamba wa, wa inna llaha ala nasrihim la kadir na. Akachukua hadi kwa sababu hawa wamedhulumiwa, basi Mwenyezi Mungu ahadi ya kuwa kuwanusuru ama kuwasaidia ameweka kwamba yeye ana uwezo mkubwa juu ya hilo na, na akasema kwamba alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqin, ni wale tu ambao kwamba walitolewa katika nyumba zao pasipo haki Ila an yakulu rabbunallah, isipokuwa no. kwamba wamesema tunamwamini Mwenyezimungu. Kwa hivyo tunaona kwamba yale maneno ni kwamba kupigana jihadi kwa wale, wafuwa, eh, wale wapinzani wetu wanaechukula ni jambo la, la rahisi sana no. kwamba tu uamke na uangalie mtu si Muislamu, unaanza kumpiga ama unaanza kumfanyia vita no. tukiangalia katika historia ya Mtume, aliishi miaka kumi na tatu katika mji wa Maka no. alipiganana nani? Hakupigana no. na, na yoyote. Kwa nini yeye hakuonyesha mfano huo ambao wanasema huo ni mfano mkubwa. Lakini tunaona katika aya yenyewe pia ikimalizia ya kwamba kama Mwenyezi Mungu asingewasaidia juu, juu ya jambo hili pele pele nasema kwamba makanisa na mahekalu na biashara zao pia na misikiti ingevunjwa, no. Kwa hivyo jihadi ambayo inazungumzwa ni jihadul asghar no, jihadi ndogo, lakini Mwenyezi Mungu amezungumzia uzito wake no, na sababu ambayo kwamba inachangia jambo kama hilo kutokea kwa hivyo imeeleweka ya kuwa hata ile uvumilivu pia ni jihadi. Kwa sababu gani? mtume wetu Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaanza kutangaza dini ya Kiislamu basi hakutumia nguvu kueneza dini ya Kiislamu kama vile ulivyosema ya kuwa alikaa miaka kumi na tatu kule Maka na baadaye akahama kule Madina. Wale wapinzani bado waka, wakaendelea kufuatilia mambo ya Kiislamu na wa, ndipo Mwenyezi Mungu naye akafanya nini? akamruhusu ya kuwa anaweza kujitetea. Kwa hivyo ile jihadi ya kujitetea ndiyo jihadi asgar, si ndio? Okay. kwa sababu wakati walikuwa wametoka vita umesema ya kuwa mtume alieleza ya kuwa tumetoka jihadi ndogo, ndogo, tunaenda katika jihadi nini Kuhu, jihadi kubwa. Kwa hakika imebainika maana ya jihadi na kuwa Masihi Maud alaihi salatu wassalam hakupinga jihadi. Asanteni sana na pia Uh, kulingana na shutuma nyingi ambazo wapinzani wanaelekeza, kuna maneno mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasalam alisema ya kuwa yule Masihi atakapofika basi hatazikwa, hatazikwa na mimi katika kaburi moja. Je, unaweza kuleta kujibu pingamizi hili dhidi ya Masihi Maud alaihi salatu wassalam? Naam, asante sana kwa swali hilo. Kusema ukweli, wapinzani wetu kwa namna nyingine huwa wanapenda kusema <coughs> kidogo katika tafakuri yao ama kufikiria na. na kujaribu kuzingatia pia, wanabidi wachukue hiyo hatua, kwa sababu ni jambo la kushangaza sana na halafu baada ya kufika kwake, wanatarajia kwamba lingekuwa jambo la rahisi ama lililo la kawaida kwamba aje aishi mpaka wakati anakufa kisha halafu waende wamzike katika kaburi la Mtume sallam no. Yani wachimbue kaburi lake. Hili ni jambo la kushangaza kabisa kwamba kuzikwa pamoja na yani Masihi aliyeahidiwa alaihi salaam kuzikwa pamoja na Mtume sallam katika kaburi lake, ilimaanisha kwamba yeye atakuwa mfuasi wa Mtume sallam ambaye atakuja kudumisha mafundisho yale yale Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoyaweka. Kwa hivyo itakuwa ni kama kiroho ama kimioyo, katika misingi ya kiimani ni kama wako pamoja. Ni kama vile vile inasemekana kwamba sisi Waislamu tunapomswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ile dua ya kumswalia ile inasemekana Mwenyezi Mungu inafanana kama anamrudishia roho yake, kisha anatujibu. Lakini si kwamba e, Mtume anafufuliwa kila wakati na kutujibu maombi yetu yeye haiko katika namna hiyo na, lakini ni katika hali ya mfano. Sasa hawa wapinzani walisema kwamba ni kwa nini kwamba huyu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam alizikwa katika mji wa Kadiani mm -hmm. badala ya kwenda kuzikwa Madina kule, uhum. na wachimbe kaburi lake wamfukie pale katika na. kaburi moja mm -hmm. na na Mtume wa salam. Haya ni mawazo duni kabisa ambayo yanaonyesha uvivu wa kufikiria mm -hmm. maana mambo mengine yako wazi kabisa kufikiria kwamba kaburi la Mtume wa salam katika sasa karibu ya zaidi ya mwaka 1400 katika kalenda Hmm. Uende ukachimbue kaburi la mtume wa sallam hata kiheshima haiwezekani, hmm, kufanya jambo kama hilo kwa kaburi la mtume wa sallam kwa heshima aliyokuwa nayo na taadhima aliyokuwa nayo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naam, Mwalimu Sahib, kuhusiana na hili ya kuwa atazikwa pamoja na mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, je, unaweza kutueleza uhusiano baina ya Masihi aliyeahidiwa na mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam? Uh, asante sana bwana mwelekezi. Sina Ahmad alayhi salatu wasalam amesema kwamba yeye ni kioo cha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, yeah. Na hili pia watu wakaleta upinzani juu yake, ingawa ni jambo la dhahiri sana mtu kueleza kwamba yeye ni kioo cha fulani. Yaani yeah, anamaanisha kwamba ndani yake kuna dhati ya, ya, ya ile sifa ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na anasema kwamba unapojiangalia kwenye kio kioo, ingawa kuna dhati mbili yani kuna ile nafsi yenyewe haswa na ile image inayokuja katika kio, lakini haswa ni kwamba inaonyesha mtu mmoja tu. Sababu ukijiangalia katika kio, hakuna mtu mapenzi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kiasi kwamba akajisahau hata nafsi yake. Yani, namna mtu anavyolewa anajisahau, ulevi ule unamchukua kwa. Anasema kwamba kwa sababu ya kumpenda Bwana Mtume hata amesahau ile hali yake au nafsi yake na. Kwa hivyo, kwa ufupi, anasema kwamba kwa sababu ye ni kioo cha Bwana Mtume ni kwamba ndio ile maana kwamba atazikwa pamoja na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa maana ya kwamba ile sifa zake amezichukua yeye za Bwana Mtume, kwa hivyo atazi, ni kama atazikwa katika kaburi moja na Bwana Mtume. Kwa hivyo alikuwa Masi Maud alayhi salatu wasallam, alikuwa anasisitiza sana mambo ya kiroho naam. Kwa nini alisisitiza sana ukaribu wa kiroho badala ya ukaribu wa kimwili na? Asante sana kwa swali hilo yeah. Masi aliyeahidiwa alayhi salatu wassalam, yeye alipokuja duniani alikuja kushughulikia mwili wa kiroho. Manake mwili huu wa kawaida alisema kwamba hauna nafasi katika ulimwengu wa kiroho. Baada ya kufariki, huu mwili utarudi katika mchanga. La. Kwa hivyo yeye alieleza ya kwamba ile hali ya watu kufikiria kwamba e, e, binadamu mm -hmm. izungumziwe hali yake ya kiimani katika hali ya mwili wake wa kimwili, hili ni jambo alo kwamba ni kuto, ni kutokana na kutoelewa mm -hmm. Mwenyezi Mungu anasema katika Suratul Fajri sura ya 89 aya ya 30 hadi 31 kwamba wadhukhuli fi ibadi wadhukhuli jannati, yaani ingieni katika waja wangu, ingieni katika bustani yangu. Miili ambayo kwamba inahusika pale ni miili yetu hii ya kiroho yeah. kwa sababu mwili huu ambao kwamba ni wa kiroho ndio ambao kwamba una uwezo ama ndio ambao kwamba ulikuja kutengenezwa ili uweze kuwa katika ulimwengu ule mwingine wa pili. Kwa kifupi, kwa sababu ya muda wetu, ni kwamba suala la mwili wa kiroho na suala la mwili na mwili wa kimwili ni kwamba Masih alisema kwamba yeye alikuja kuzungumzia habari ya mwili wa kiroho ambao kwamba unahusikana na ulimwengu wa baadaye, lakini mwili wa, wa kawaida huu hautakuwa na kazi kule katika ulimwengu wa pili. Kwa hakika tumeelimika sana siku ya leo. Asanteni sana kwa kubainisha mambo haya. Mwenyezi Mungu awabariki, na pia fik, e, endeleeni kufika katika studio yetu mwendelee kutuelimisha Asana. Asanteni sana Asana. Asana. naam. Ndugu mpendwa wa mtazamaji wa MTA Africa, kwa hakika leo umeelimika vilivyo, na wale ambao walikuwa wanauliza maswali kuhusiana ya kuwa Masihi Maud alayhisallam, atakapofika atazikwa na Mtume Muhamad Mustafa sallallahu alaihi wa wasalam, na tumejua ya kuwa haikuwa kidhahiri, bali ilikuwa ni mambo ya kiroho. Asanteni sana kwa kutusikiliza na endeleni kupata elimu kwetu.